Ehe, kwa hiyo itakuwa tu kazi itakuwa ni kukipanga kitabu na kuprint, kwa sababu cover tayari. Kwa hiyo fanyia kazi hayo machache tulioboresha, tulioongezea na tuliopendekeza alafu utaturejeshea. Shukran sana. Utaangalia kwenye email yako muda wote utakapokuwa umekuwa tayari.

wao vizuri sana hongera sana. Basi vizuri kila laheri, na maswali unayokuwa unayapata unapokuwa unafundisha, mda mwingi ukiwa unafundisha watu wanauliza maswali, wanafanyaje, yatakusaidia pia hayo katika kuboresha kitabu chako. E, kwa hiyo kadi unavyokwenda unakutana na wazo fulani au kitu fulani pengine, ulikoje akiandika mtu amekiuliza anataka kujua kwa undani zaidi baadaye. Sasa unakuja unazidi kuboresha kitabu chako zaidi. Yeah, kweli kabisa. <laughs> Ndiyo, ndiyo, okay, sawa sawa. Basi, vizuri sana asante sana kwa muda wako. Asante sana, uwe na wakati mwema, aya.